Unaangalia Zoe TV tunakuangazia maisha yako. Shalom, shalom! Bwana Yesu asifiwe sana. Nakusalimia ndugu yangu kwa jina la Yesu Kristo le hai. Tazama, ni siku nyingine tena Mungu ametupa nafasi ya kuweza kuwa hai tena, lakini kujifunza yale ambayo Mungu amekusudia tujifunze. Nikukaribishe sana kuendelea kujengwa na kuimarishwa katika fun, mafundisho ya eneo la Mungu ambaye anakwenda kutubariki kila siku na kila siku tunazidi kuona kukua na kumfahamu Kristo kwa kina. Nikukaribisha sasa ndugu yangu, tena moja kwa moja kwenye ujumbe wetu kwa siku ya leo, somo ambalo Mungu ametupa tena kujifunza kwa majira haya. Karibu sana uh, ungana pamoja nami katika kujifunza ujumbe huu neno la Mungu hili zuri kabisa. Somo letu leo lina kichwa kinachosema nguvu katika shukrani, nguvu katika shukurani, na ni ujumbe ambao naamini utakwenda kubariki maisha yako na utakwenda kutukupa hatua nyingine ya, ku, ya kuelewa nguvu iliyo katika shukrani, na shukurani hii tuna tuna tuna tuna tunalenga zaidi tunalenga zaidi shukurani kwa Mungu, shukurani kwa Mungu na shukurani. Mara nyingi tunapozungumza shukurani, kwenye fahamu zetu tunajenga ile picha ya kwamba pale ninapotendewa jambo zuri, basi ni vema kushukuru. Kwa hiyo tumejenga hiyo huo mtazamo kwamba shukurani ni kwa kile kizuri ambacho umetendewa na mtu, umetendewa na Mungu, maana lengo tunamlenga Mungu zaidi hapa. Kwa hiyo Ah, tu, tunapozungumza shukrani moja kwa moja akili zetu zinalenga kwenye matendo mazuri au mambo makuu ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yetu, ndipo tunasema hasa tunashukuru, asante. Ni kama tuna, ni mwitikio wa, wa, wa yale mambo ambayo unaonekana ni mazuri kwako, kwa ambao umefanyiwa, mwitikio wako kwa yale mambo ule mwitikio mzuri, ule mwitikio wa kuona kwamba umepokea ume, ume eh, ule mwitikio tunaita mw, mwitikio wa shukurani. Jambo la shuku, kushukuru ni kuonyesha hali ya, ya, ya kupokea au kuthamini kile ambacho kimefanywa kwenye maisha yako au kile ambacho Mungu amekifanya kwenye maisha yako. Ah, wazo kuu la somo letu linasema hivi: maisha ya watu wa Mungu yanatakiwa yajawe na yajawe ya, ya na kutoa shukrani kwa Mungu siku zote kwa mambo yote katika hali yoyote. Huwanirudie kidogo tena, wazo kuu la somo letu, maisha ya watu wa Mungu yanatakiwa yajawe na kutoa shukrani kwa Mungu siku zote kwa mambo yote na katika hali yoyote. Nimezungumza nikasema kwamba tunapozungumza shukrani, mara nyingi kwenye famu zetu tunaenda moja kwa moja kwenye yale mambo mazuri mazuri ambayo tumeona huenda ametendea kwenye maisha yetu, mambo ambayo, ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yetu, basi tunaona ni vyema kumshukuru. Kwa mara nyingi tunalenga hapo, au tunapozungumza shukrani, tunalenga kwenye mambo mazuri ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yetu lakini somo letu linaenda mbali zaidi kututazamisha kwamba shukrani si katika yale tu mazuri ambayo yalionekana yametendeka kwenye maisha yako, bali hata katika yale ambayo yalionekana wakati mwingine yalikuwa ni ya kuumiza, yalikuwa haya, hayakuwa ya kukupendeza, lakini katika hayo bado kuna mkono wa Mungu ulioonekana kukusaidia kuvuka. Na mara nyingi katika mazingira hayo E, ni mara chache sana watu kuona uwepo wa Mungu kwenye maisha yao ili hata kumshukuru Mungu kwamba Mungu hata katika hili ulinisaidia nikavuka. Kwa mara nyingi tumetengeneza nadharia ya kwamba tunashukuru kwa mambo mazuri tu mbele za Mungu, lakini kwa yale mambo ambayo wakati mwingine hayakutupendeza, mambo ambayo hayakuwa, hayakuwa katika namna ambayo tulitaka hayo mambo, tumeona kana kwamba hayana namna ya kumshukuru Mungu mpaka pale tu tuone utendaji fulani ambao tuliutegemea kwenye maisha yetu. Lakini somo letu linajenga msingi huu kwamba maisha ya kushukuru ni maisha ya mtu anayemwamini Mungu, maisha ya kila siku kushukuru ni kama jambo la maombi ambayo kila wakati lazima uyafanye, hajalishi huko kwenye hali gani. Na nataka nikuambia kwamba katika kushukuru kuna ruhusu utendaji wa Mungu kwenye maisha yako kwa namna isiyo ya kawaida hasa katika nyakati ngumu, nyakati ambazo wengi tunashindwa kushukuru, nyakati ambazo wengi tunashindwa kuona wema wa Mungu, nyakati ambazo wengi tunashindwa kutoa sifa na shukurani kwa Mungu na kumwambia Mungu asante hata katika hili maana umenisaidia. Mwangomia kitu kimoja ndugu yangu, Kushukuru ni jambo la, la, la na shukurani mbele za Mungu ni jambo la ibada, kwa sababu unatoa shukurani kutoka ndani ya vilindi vya moyo wako. Unawe, unaeleza uaminifu wa Mungu kwenye maisha yako, hata katika hali ambayo ilikuwa haina matumaini. Nataka nikuambia kitu kimoja, ni kweli Mungu aliruhusu kapita katika majira magumu, lakini ukweli ni kwamba Mungu hakukuacha katika hayo majira alikusaidia kuvuka salama. Ni kweli kuna mambo hayakwenda sawa kwenye kipindi kile, lakini bado Mungu alikusaidia ukavuka salama katika kipindi hicho. Ni vema kumshukuru Mungu katika majira yote, katika nyakati zote, katika kila hali ambazo zinatokea kwenye maisha yetu ni muhimu sana. Kitabu cha Waefeso, Bibilia nazungumza katika kitabu kile cha Waefeso A sura ya tano mstari wa kumi na tisa hadi wa ishirini Biblia inasema hivi katika kitabu cha Efeso sura ile ya, ya tano mstari wa kumi na tisa mpaka wa ishirini Biblia inasema hivi mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni huku mkiimba na kushangilia Bwana mioyoni mwenu na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina la katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo, anasema hivi, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote kwa mambo yote. Bi nasema shukurani ni kwa mambo yote mbele za Mungu, shukurani ni kwa mambo yote, ni jambo la ibada. Hakuna siku utaacha kumtolea Mungu ibada, hakuna siku utaacha kumtolea Mungu ibada, kwa shukurani ni jambo la kiibada mbele za Mungu. Mungu, asante, ninatambua kwamba si kwa nguvu zangu. Ni kweli nilipita kwenye changamoto hizi, lakini hakika sikushinda kwa nguvu zangu, hakika waminifu wako umenivusha. Mfano mmoja, aa, kuna, kuna, kuna ushuhuda unaweza nikasema ni ushuhuda kwa sababu aa, haikuwa kwa nguvu zake bali ilikuwa ni kwa nguvu za Mungu kwa maisha yake. Mama mmoja aliwahi kunishuhudia kuni, kuni au kushuhudia ushuhuda wake kwamba aliwahi kupitia changamoto ya kuondokewa na watoto wake. Watoto wake walikuwa ni wawili na walikuwa wanasoma na walikuwa wameenda shule, na ghafla anaambiwa watoto hawapatikani. Katafuta kwa muda fulani, kwa muda wa siku kadhaa na hakuwapata lakini siku ya mbele yake anasema aliletewa watoto wake, wamekutikana wamekufa, na walikuwa wamebebwa na mafuriko. Maji yalikuwa ni mengi, yakawabeba na wakashindwa kukabiliana na ile hali ya maji, na wakawa wamebebwa na wakawa wamekufa. Sasa mama huyo analetewa watoto wakiwa wamekufa, na waliondoka nyumbani wakiwa hai, walienda shuleni wakimwaga mama yao kwa furaha kwamba wanaenda shuleni lakini baada ya siku kadhaa wanaleta nyumbani wakiwa wamesha kwisha kufa. Ule mama anasimulia anasema kwamba anamshuhudia Mungu, anasema kwamba alisikia kama kuna kuna nguvu fulani ilimfundika wakati ule ambao watoto wake wamekuja pale ambapo wameletwa tayari wamekwisha kufa. Anasema nilihisi neema ya Mungu imenifunika nilihisi uwepo wa Mungu umenifunika ukanishikilia ukanifariji kwenye kipindi ambacho nilikuwa ninapitia kana kili nasema ni kweli, katika nyakati zile huenda ningefanya kitu cha ajabu sana. Kwa mazingira yale, huenda ninge ningefanya kitu cha ajabu maana yake ni kwamba al, lazima mshtuko ungekuwa mkubwa wa kupitiliza, ambao huenda hata angejidhuru kama mzazi. Lakini anasema anashuhudia, anasema wakati ule nilisikia uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yangu, nikasikia faraja ya Mungu ndani yangu, japokuwa niko kwenye hali ya msiba na kuondokewa na watoto wangu wawili wote kwa pamoja, lakini nilisikia kuna faraja ya Mungu imekuwa ndani yangu ikinishikilia na kuniambia, mwanangu tulia, mwanangu usijali, mwanangu nakupenda, mwanangu usijali, niko pamoja na wewe. Nika, akasikia faraja ambayo haikutoka kwa wanadamu haikutoka kutoka kwa mtu yoyote bali ni faraja kutoka kwa Mungu peke yake. Na anasema sijui nilipitapitaje kwenye kile kipindi cha kuondokiwa na watoto wangu. Oh, huyu mama ana sababu ya kumshukuru Mungu hata kwenye kipindi kigumu ambacho alikuwa anapitia. Leo hii kuna watu tunashindwa kumshukuru Mungu hata kwenye vipindi vigumu tunavyopitia kwenye maisha yetu. Wakati mwingine Mungu anaweza karuhusu ukapita kwenye kipindi hicho kusudi lake kwa kusudi lake jema, lakini akichokitaka huonyeshe pia shukurani, kwa sababu kuna mahala yamekuvusha kutoka kwenye kipindi hicho kwenda kipindi kingine. Huenda kuna wakati ulikuwa ujaelewa ujaona, lakini uaminifu Mungu umekusaidia, huenda hali ingekuwa mbaya zaidi ya hapa. Kwa somo letu linataka lijenge msingi huu kwamba iko nguvu katika shukurani. Unapomshukuru Mungu unapomshukuru Mungu kwa yale ambayo ameyafanya, kwa yale ambayo atayafanya, lakini kwa yale ambayo pia unaona kama hayakuwa sawa kwenye maisha yako, unaponyanyua mikono yako na kumwambia Mungu asante hata katika ili uwe ni mwema, unaruhusu utendaji wa Mungu zaidi kwenye maisha yako, unaruhusu ule uwezeshi wa kiungu utende kazi kwa namna isiyo ya kawaida katika maisha yako. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi kwamba wana wa Israeli walipokuwa utumwani Babeli, ile miaka sabini ya utumwa wa Babeli, Biblia inasema kwamba waliambiwa waimbe nyimbo za sifa katika nchi ya utumwa. Biblia inasema kwamba wakasema, tutaimbaje nyimbo za Bwana katika nchi ya ugeni, katika utumwa. Maana yake ni kwamba tutamsifuja mungu katika kipindi cha majonzi, tutamshukuruja Mungu kwenye kipindi cha maumivu. Biblia inasema wakatundika vinubi vyao kwenye miti, wakatundika zeze zao, vitu vyao vya kupigia mziki, hawakuweza kutoa sifa tena. Mara nyingi sana watu wanapopita katika kipindi cha maumivu, huwa moyo wa shukurani unapotea. Unaangalia ZOE TV, tunakuangazia maisha yako.